Sisi, wewe Githinji, tulikuchagua, tulikupenda, tukakupatia kura zetu zote, ukakuwa mfalume, ukafika pahali, ukatusaliti, ukatutanganya, ukageuka sisi, ukaangaisha biashara zetu, ukafuta watoto wetu kazi, ukaharibu kila kitu, ukaharibu masomo, ukaharibu matibabu, sisi tukawachana na wewe.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 sisi sio roho chafu, wewe ndio umechafua roho zetu, na ndio utajua roho zetu zimechafuka mwezi ya nane tuweze 27. Utajua roho zetu zimechafuka. Mimi huzuni yangu ni wale ambaye watu wanatoka hapa mlimani, wanatembea na Githinji akitukana sisi kama jamii, akituita wa kabila, akitukosea heshima, munapigia Githinji makofi kwa kutukana sisi kama jamii andũ a itũ nĩtũkũmenwo tũcoka twimene